Karibu katika channel yetu yaelimika Leo tumekuletea video ya tangazo la kuitwa kazini wizara ya afya, kupitia Secretariat ya ajirapoto hivyo na kuushana li kwa kwanza, endapo tutafanya ya video nyingine. Kama tunavyoona katika screen yetu, ili ni tangazo la kuitwa kazini lililotangazwa leo tarehe kumi na nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano kupitia websaiti ya ajira poto. Tangazo hili lina maelezo mafupi. Baada ya maelezo, utafuatia majina ya walioitwa ama waliopangiwa vituo vya kazi Wizara ya Afya. Kama tunavyoona tangazo wetu inasema, katibu wa sekretariati ya ajira poto katika utumishi wa umma anapenda kuwataarifa taarifa waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanywa usaili kati tarehe sita mwezi wa tano, elfu mbili na ishirini na tano, tarehe sita mwezi wa tano, elfu mbili na ishirini na tano, ya tarehe sita mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano na tarehe ishirini na sita mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaa usaili huo ni kama yalivyoorozeshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzidata madatabesi kwa kada mbalimbali, ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Paragrafu ya pili inasema wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za Ajira Portal kwenye sehemu ya my application, hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala au kudownload na kuprint barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walipopangiwa. Kwa hiyo kama i ni miongoni mwa majina ya walioitwa ama waliopangiwa vituo vya kazi, unapaswa kuingia katika akaunti yako ya ajira portal kupitia uh, portal.ajira.go.tz. Lakini paragrafu ya tatu nasema kwamba aidha, waombaji kazi walio faulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi, unatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi. Kwa hiyo maelezo mengine yote yatapatikana katika barua ya kupangiwa kituo cha kazi amba unatakiwa ufike uh, katika kituo ulichopangiwa uh, uh, ndani ya muda gani, yote utayaona, lakini pia unatakiwa afike na vyeti halisi. Original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya, ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. kwa baada ya maelezo mafupi chini hapo tutaona eh, listi ya majina wote waliopangiwa vituo vya kazi kama tunavyoona, mwajiri ni Wizara ya Afya. Kada hapo inaonyesha kwamba afisa afya mazingira daraja la pili. Kwa hiyo upande huu mwisho utaona majina yao, utaangalia jina lako, kisha utakwenda katika akaunti yako na kudownload ile barua ya kupangiwa kituo cha kazi na kwenda kuiprint Kish, kisha kuandaa safari ya kwenda kuripoti kwa mwajiri wako, sambamba na vyeti vyako halisi. Kwa hiyo kama tunavyoona, hii ni kada ya daktari bingwa daraja la pili, daktari bingwa daraja la pili. Kwa hiyo kama tunavyoona, unaangalia jina lako kama lipo kulingana na kada yako. Dereva tumewaona Kwa hiyo katika pdf hii kutoka Wizara ya Afya, kwa wale wote ambao ni kada ya afya wataangalia majina yao katika pdf hii, ili kuona kama amepangiwa kituo cha kazi. Kumbushe tena e, mwanzo wa video hii na mwisho wa video hii, basi ni mwanzo wa video nyingine, hivyo usisahau kusubscribe.